Inaonekana Fu Hongxue amekuwa anajisikia vibaya sana namna ambavyo Miss Ma amekuwa akiibua vitu vya zamani licha ya kwamba walishasamehe. Nenda ukamueleze. Mwambie kitu ambacho kiko moyoni mwako. Ni kweli kwamba wanawake wakati mwingine wanataka kuishi maisha ya kawaida. Lakini si mbaya, unaweza kumwambia unachojisikia. Sasa akatazama tazama pembeni. Kuna wazo akalipata. Anamwambia njo. <laughs> Wako porini peke yao. Wakati yeye anajisikia yuko hapi kaacha birthday ya mwanaume ambaye anatarajia kumooa. Ambaye pia tukusema ukweli ni mtu ambaye amewahi kuwa kiongozi wake. Ehe, na mtu ambaye pia wanaelewana. ba. Hiyo ni nini unatengeneza? Akamwambia hili ni aina ya taji ambalo nakuundia na kutengenezea. Mm -hmm. Na unapomwomba mtu msamaha unaweza kutengeneza kitu kama hiki, ukaenda ukampatia ataelewa, hasa kwa sisi wadada. Naenda sasa, mpelekee, chukua. Lakini akimwangalia jamaa, anamwona jamaa hako hapi hata kidogo, hana furaha. Sasa mbona unaniangalia hivyo? Kashangaa sana ibidi atabasamu, akamwambia unaonekana uko poa tu, nafikiri huyu jamaa atakuwa mtu poa sana. Kwa binti kabidi tukucheka, akasema ndio ni mtu poa sana e, na ananichukulia ana vizuri sana na vilevile vile pia ananilinda na ananiridhisha. Bwana hatari akasema sio kama mimi. Mimi kila mara huwa na ni kama vile napatwa na kesi mpya nakataliwa. Akamwambia usijali, naelewa nipusa ukenje ni. lakini basi nafikiri na wewe pia umepata mtu ambaye hawezi akakuacha peke yako. Eh, akasema basi, unajua katika dunia hii naweza kusema yule ndio mtu ambaye umepitia naye mambo mengi, lakini naona pamoja na yote bado yuko upande wangu. Kwa hiyo naliheshimu sana hilo. ukaal Aya, mimi inabidi niondoke ni a <tipos> usisahau wiki ni kitu muhimu sana. Akamkabidhi. Lakini wakasikia kama kuna mtu amewasili pale. Hey, mwamba kawakuta. Haya, kama mlikuwa mna mambo mazuri ya kuongea mbona hukuja nyumbani? Mnaenda porini. Eh, haya sasa atajiteteaje mwanamke? Baada ya makosa aliyofanya huyo akaenda mpaka kwa jamaa. Ngoja nijieleze. Wala sitaki unieleze chochote. Nimekuwa nikiwafuatilia muda mrefu. Na nishaelewa kitu ambacho mnajaribu kufanya. Mimi mpaka nikajua labda pengine kuna kitu kimekutokea. nimekuwa ni Nime nikikutafuta kila pahali ni lakini, sikujua ni wapi uliko, sijui ni nini iki ambacho anajaribu kukipika. Basi naomba najua na kwamba nitakuwa nimekupa wasiwasi, lakini ngoja nikukumbushe, haikuwa birthday yangu, ilikuwa ni birthday yangu. ilikuwa ni birthday yangu. Ilikuwa ni birthday yako, ilikuwa ni ilikuwa i

huyo alitakiwa kuishi maisha um, haya. labda bibi, nipo kwa ajili ya wale wanaotaka kumuonea na wale wanataka kuingilia furaha yake. Mbona hayo ni mambo ya zamani wanataka kuyaeleza? Nilitaka leo, hiyo ni siku yako nzuri sana, usherekee kwa furaha. Nilitaka kumwambia kila mtu juu ya sherehe yetu. Kwamba mimi huwa hani hii, ninataka nikuoe wewe uwe mke wangu. Ah, miaka ishirini iliyopita mm, tuliishi na wengine wengi, lakini wewe ndo umebaki sasa. Wewe umepata hiyo nafasi. Naona tena sikuelewi. Kamtazama mara mbilimbili, nilikuwa na kusubiria sana <tutu> lakini angalia huko huku porini umekuja kwa mwanaume mwingine <tutu> no mwenginaombas

Na kuangalia mara kwa mara naona kabisa moyo wako hutaki kuachilia mambo yaliyopita, basi uzizime sana. Je, ungependa mimi naye tuongozane kwenda mahala fulani tuweze kuongea haya? Angalia makuchani kuhapa Yuko na wanajeshi wake huko chini kwenye sehemu moja ya siri. Jamani, kama mlivyoona vita ya kwanza, naona tumeshinda na bado tuna vita nyingine nyingi tu zitakuja. Sasa hakikisha mnafuata niliyowaambia. Haya, Mnaweza kwenda. Wakaondoka pale baada ya kupewa amri na kiongozi wao. Mimi na wewe hatuna undugu wote. Lakini mimi na wewe tunafanana. Nikasema labda tupate muda wa kuzungumza japo kidogo. Lakini labda pengine utakuwa umeshachelewa. Nimesikia jinsi ambavyo unajitahidi sana kuwalinda wale na kuwa upande wao. Umekuwa maarufu sana katika mji sasa hivi na kwa sababu makochnashna Ma, nitamchukua mpenzi wangu niondoke naye, hatuhitaji kuwa hapa tena. ni sazotoollkwaku Mimi sijui kama utaweza kuishi kama hivyo unavyofikiria wewe. Hai, mimi najua ninachofanya. Kama una kitu cha kusema, wewe sema, nenda moja kwa moja kwenye point. Haya, sawa. Nataka tufanye makubaliano mimi na wewe. Makubaliano makubaliano gani? Basi nafikiri itakuwa na manufaa kwako haya makubaliano haya. Sema.

Chuino ndo kitu pekee ambacho mimi ninacho, ndio mtu wa thamani ambaye ninaye. Ataendelea kukupata, nina uhakika atafanya hivyo. Haya basi, sawa, sintamtafuta tena. Sakas, lakini sijali juu ya chochote kinachoendelea katika dunia ya sanaa. Nataka mimi nikaishi maisha yangu tofauti kabisa.

Kwa nini kuamini hicho unachosema? Tingshuo ni qian yi zhen dailing de Wanma Tang de xiongdimen. Nimesikia jinsi ulivyoongoza kundi lako mara ya kwanza mkapamba, na ukaonyesha jinsi ambavyo uko upande wake. Dangshi wo gen wo de xiongdimen zai dongshan shoulie wuxia fenshen. Wakati huo basi naweza kusema kwamba ndugu zangu na watu wangu wa karibu walikuwa wanafuatilia kila kitu ambacho jamaa anapanga. Lakini Marco Chan sio mtu mzuri kama wanavyofikiri. Mm, hii kidogo ilimshtua jamaa sana. Basi akaambiwa jamaa anacheza na akili yako. Kwa nini anafanya hivi? Inawezekana pengine anajua wewe ni mtoto usiyekuwa na wazazi. Kwa hivyo basi ukiwa upande wake kumsaidia, Lolote likitokea hana hasara yoyote. Wewe ina maana hujagundua hilo mpaka sasa? Taishi tu zaliu. Kwa hiyo ina maana, kumbe amekuwa akinitumia wakati wote huu? Ni chipu chida zame yang rang yi chingwa si zai guo. Nafikiri unajua jinsi ya kumfanya chura kafia katika dini, ndio jin kun tao na guo li. Unatakiwa kumrusha katika cho, katika chungu chenye cha moto, yung xiao huo man man dun ta. Ukimrusha katika maji baridi, bado hujamaliza, ataendelea kuishi tu vizuri. Ida ntafajue budui na pale atakapojua kila kitu akija kaa sawa basi, maana yake bado anaweza kutoka nje na akaendelea kufanya anachotaka sasa. Sikia nikwambie, wewe ndio huyo chura ambaye umetupwa kwenye maji, ikiwa unajua uko kwa mako chana na kwamba yeah, una uwezo wa kufanya vyovyote vile kwa kutumia silaha. Tumia akili yako, ruka katika chungu nje, alafu unaenda tafuta njia nyingine. Wewe anakuchukulia kama sijui mkwe sijui kitu gani, anachotaka ni kutumia kama silaha kwa hivyo, baada ya kufunguliwa akili yake alielewa jinsi Mako Chana anavyomfanya mjinga. Binti yuko pale akiendelea na mambo yake nguo za harusi anazitazama namna hii sasa. Mara kwa mara wanazozana yeye, eh, pamoja na eh, Fongshu. Mara ya mwisho tena wameonyeshana nguo za harusi, lakini ghafla eh, mm. yeah. ah. e, tu kidogo wamenuniana. Sasa binti yeye mwenyewe hapo anatamani kama wangekuwa wanaongea vizuri, lakini sasa atakula hali, appetite hana. Anampenda yule jamaa, lakini wivu umezidi. Mwambie Aliyu, hivi unafikiri labda pengine kuna namna nimefanya labda makosa? Mwambie hapana, eh najua tu labda ni ule wasiwasi wa kawaida mm. Lakini kwa nini ananidanganya kila mara Kush Yani, mara kwa mara anamdanganya mimi. Unajua hicho kitu kinaniumiza, kusema kweli, kinaniumiza. Mi ningependa tu sisi wawili tupendane tu, tupamoja, mambo mengine yote yapite, lakini naona kila mara anadanganya. Sasa imefikia wakati mi mwenyewe naanza kuwa na wasiwasi, hivi nikiishi naye sitakuwa nadanganya kila siku? Usiwe basi na wasiwasi kiasi, wala usijali, mi nina uhakika atarudi tu. Bibia akasema sana Ha, stori uko ikaanza huko nje, sasa kaja, akaletewa taarifa kwamba mpenzi wake anaonekana na, na hasira sana just... na pia sijui inakuwaje kama amegombana na watu vile kawaumiza <tipansi> ana wasiwasi sana kwamba lolote likitokea, uhasimu wa Fuongshu na Makochun, lolote linaweza likatokea. Baba yake haonekani. Oh, hayupo, hatumwoni hapa ndani. Jamaa ameua walinzi wote ambao wanalinda sehemu aliko Makochun mpaka akamfikia Makochun. Anachotaka ni kuongea na Makochuni wakati Makochuni anataka kutoa silaha yake akaiweka panga kwenye shingo yake kumwambia weka panga lako chini kijana Hongxue. Hongxue, ninajua kuna namna hatujaelewana mbali, lakini nitakuelezea akisema hakuna haja. Kwa nini basi kumbe wana watu wako kumbe hawakupigana? Nimeshajua kila kitu. Wewe ndio umemua Murong, Murong Minzu. Anaitwa Murong Feng, baba yake na Murong Minzu. Na kumbe Ye Kai alikuwa iko sahihi kabisa. Kuna kitu kikubwa ambacho umekipanga na unaficha siri nyingi sana. Nia yako ni, ni, ni? Unajua vitu vingi vimetokea ndani ya muda mfupi. Sasa, sijapata hata muda wa kukaa na nyewe yu. Lakini, ni ya nisi, usija ukanitumia mimi, nafikiri kuna kitu unatafuta kusingizia. Mzee anajitetea kweli eh, unataka kuniambia nini? Ninajua unataka kuniuliza kwa nini, ngoja nikueleze si. si. Nitakuelezea kila kitu tangu ulipozaliwa wewe ulichaguliwa ni kama vile mtu mwenye hatma ya kuwa kama vile basi mhanga, kama ya nikusaidie, mm, ya ni yale unayoyapitia na machungu yote na mateso yote huyasa. Hongshu, wewe pamoja na fanya nini? Nini sasa, si ndugu mtaenda kuwa familia. Wow! unajua kabisa kila mtu anajua mimi sasa nimerudi katika nguvu zangu, nimesimama tena, na basi nataka nikwambie wewe, sasa hapa ndio kiongozi. Wewe ndio bosi eh, kijana? Wewe ndio bosi sasa. Hebu angalia kitu. Sasa unaenda kupata kila kitu ambacho ulikuwa hujawahi kupata. Hebu niambie eh? utakuwa baba we, siku nyingi. Falini atakuja kuwa mama. Kuna mambo mengi sasa, nyi wawili mtaweza kuyafanya. Ngoja nikueleze kitu kimoja akamwambia wewe, usanyii binti. Anaingia pale anampata kijana, panga kaliweka shingoni kwa baba yake. Hii ni mara ya pili, unajua mwanangu. E, sasa unajua tena tayari kuna namna, haita niko chini ya miguu yako eh? Usimwache aone kila kitu, basi niko e, chini ya miguu eh. Basi unaambiwa mzee akaomba kwelikweli wale walinzi wanakuja kuamka, mida imeenda, watu wameshatandikwa hapo. Mzee naye alikuwa bado kidogo, angeuawa wanakuja pale. Uncle Feng naye ndio huyo hapo, alikuwa amebaki peke yake. Ah, niko poa tu. Nini kimetokea? Babangu yuko wapi? na Fengshu yuko wapi? Shishaloba, ah, unajua nilikuwa nimezimia loba jezo, lakini jamaa amemchukua baba ameondoka, sikuweza kumzuia. Jamaa amenishinda, ana nguvu sana. Mm, kidogo yeye kama ugopesha <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> lakini alienda na ule mzee mpaka porini kabisa, akampa silaha sezaolithaml. Sasa kwa sababu tumebaki mimi na wewe, hebu mimi na wewe tumalizane kama wanaume. Yaani ni kazi sana kumwona Fuongshu katoa upanga wake kama hivyo, ni mtu ambaye ni ngumu sana kuitoa silaha yake

anamwacha mzee, jamaa fanya anachotaka eh. Na acha nikukumbushe basi juu ya umuhimu wa mambo muhimu kabisa eh, yale ambayo nimekuwa nikiyatangaza kila wakati. Jamani, kuna channel yetu nyingine inaitwa ya Lukindo, nimeielezea sana, na hii ndio channel yenyewe. Angalia hapo kama inavyoonekana. Kwa kifupi, mtazamaji, unaweza kusubscribe katika channel hiyo. Nenda itafute, andika kama ilivyoandikwa hapo, ya Lukindo Sawa eh? Ikiwa pia una tangazo lako unataka pengine nikufanyia promotion eh, naweza nikakufanyia promotion. Mimi huwa niko vizuri sana kwenye mambo hayo na hiyo sekta, naweza kukusaidia biashara yako ikaenda, matangazo yako yakawa yanaonekana kwenye movie zangu hapa. Lakini vile vile pia si hivyo tu mtazamaji, ikiwa unataka kununua YouTube channel wasiliana na mimi. Nimekuwa nikiweka namba yangu ya simu mara kwa mara kwenye screen yako. Kama haitoshi basi, usisahau katika channel yetu mpya, I mean channel yetu ya, ya Lukindo nimeweka kule uh, movie nyingine ambayo nimeifanyia review. Nafikiri unaweza ukaenda kaitazama ina mambo mazuri sana e, nimeweka nafikiri jana e, kwa hiyo tafuta muda, nafikiri ni jana. Yes, tafuta muda uitazame, utaipenda sana, bonge moja la movie. Mimi niko na wewe mpaka tamati, tukutane kwenye episodi inayofuata ya 89.